Hi there. What can I help you with? Nam, ningependa kufanya hivyo. Unaweza kuanza wakati wowote. Ili ni swali nzuri sana. Tanzania ina wasanii wengi wenye vipaji vya kipekee. Je, ungependa kujua kuhusu wasanii wa zamani au wale wanaofanya vizuri zaidi siku hizi? Hakika, wasanii kama Diamond Platnumz, Alikiba, Harmonize, Nandi, Rayvani, Zuchu, Mario na wengine wengi wanafanya vizuri sana hivi sasa. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu wasanii hawa? Hiyo ni ngumu kusema kwa sababu ni kama kulinganisha mapera na machungwa. Diamond Platnumz ana mashabiki wengi sana na amefanya vizuri kimataifa, lakini Alikiba pia ana mashabiki wake waaminifu na anajulikana kwa nyimbo zenye maudhui mazito. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu mafanikio ya kila mmoja wao? Diamond akishinda tuzo nyingi na kufanya kolabo na wasanii wakubwa kutoka nje. Alikiba pia amefanya vizuri, akijulikana kwa nyimbo zake zenye maudhui mazito na mashairi yenye ujumbe. Ungependa kujua zaidi kuhusu mafanikio yao kimataifa au hapa nyumbani? Diamond Platnumz amefanya vizuri zaidi kimataifa, akishinda tuzo nyingi kama vile MTV Europe Music Awards na BET Awards amefanya pia kolabo na wasanii wakubwa kama Rick Ross na Omarion. Alikiba pia amepata mafanikio kimataifa akishinda tuzo za MTV Africa Music Awards na kufanya kolabo na wasanii kama Pato Ranking na Sauti Sol. Hili ni swali lingine zuri. Tanzania ina wasanii wengi wa hip hop wenye vipaji kama vile Fid Q, Roma Mkatoliki na Kala Jeremiah. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu msanii yoyote kati yao? Hili ni swali gumu kidogo, kwani kila msanii ana mtindo wake wa kipekee. Fid Q anajulikana kwa mashairi yake yenye ujumbe mzito, Roma Mkatoliki kwa uandishi wake wa kijamii na Kala Jeremia kwa uwezo wake wa kusimulia hadithi. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu mtindo wa kila msanii? Kwa umaarufu kwenye mitandao ya kijamii, Fid Q anaonekana kuwa na mashabiki wengi zaidi. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu mafanikio yake? Fid Q amefanya vizuri sana kwenye tasnia ya hip hop Tanzania. Ameshinda tuzo mbalimbali, mbali, ikiwa ni pamoja na tuzo za KTMA na ametoa albamu kadhaa zilizofanya vizuri. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu albamu zake? Mwanza Mwanza ni moja ya nyimbo zake zilizofanya vizuri sana. Pia albamu yake ya kitaolojia ilipokelewa vizuri sana na mashabiki. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu albamu hiyo? Albamu ya kitaolojia ilikuwa na nyimbo nyingi zilizofanya vizuri kama vile Ulimi Mbili, Sihitaji Marafiki na Hamasika. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu nyimbo hizi? Ulimi mbili ni wimbo unaohusu changamoto za maisha na jinsi watu wanavyoweza kuwa na pande mbili. Sihitaji marafiki unazungumzia umuhimu wa kuwa na marafiki wa kweli. Hamasika ni wimbo wa kuhamasisha watu kufanya kazi kwa bidii na kufikia malengo yao. Je, ungependa kujua zaidi kuhusu nyimbo hizi? Hakika, haya ni maneno kutoka kwenye wimbo huo. Sihitaji marafiki, nahitaji familia. Watu ambao wako nami kwenye shida na raha. Sihitaji marafiki, nahitaji ndugu. Watu ambao wananipa nguvu na kuniongoza. Je, ungependa kusikia zaidi?